Ndio maktaba maskisamaktaba maktaba, ndo hii hapa juu. Nimeka vitabu vingi vya dini hapa juu, vya dini hapa. Sasa ndio vitabu asaa vya fani yangu ya political science, politicalcience na history, historypa kitabu cha African history chi from art times to independence, African history na hapa nikiwa na kitabu hiki conflict and harmony in Zanzibar na vitabu vingi sana mimi vya historia ya Zanzibar. Hiki ni cha Al Muhsin Barwani. Al Muhsin Barwani alinipa jina, alikuwa akiniita Muhamed Manyema. Yeye alinialika mimi nyumbani kwake Maskati mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane nilikwenda na yeye. Kilichomsukuma ni alisoma kitabu cha Sykes, basi akawambiwa naye huyu kijana mimi ningependa kukutana naye nice. Okay, basi wakaletea mwaliko na tiketi na visa nikienda. Kuna vitabu vingine ambavyo mimi mwenyewe nimeandika. Hiki kimoja nimeandika hicho, Rajabu Ibrahim Kirama. Hiki kitabu nimeandika elfu moja mia tisa na ishirini. Okay. ni kitabu kinahadithia vipi Uislamu uliingia Chagani. Hey, hey. Alafu na kitabu hiki kitabu mama yenu alikuwa atake ni kichapo hichi kitabu. hiki kitabu ni cha Sal Davis. namjua Sal Davis, namjua Sal Davis. hamumjua Sal Davis? atakasirika nikimwambia kama watu wakujui. Sal Davis alikuwa kijana kutoka Mombasa katika familia ya kisharifu yeye yeah. alipelekwa Uingereza kwenda kusoma afanye A level O level, alikuwa kama miaka 15, alafu baadaye asome sheria arudi Mombasa pale awena kibao pale salve, salve. Babake alikuwa mbunge wakati wa katika Legico Kinya. Kumbe Mungu alikuwa huyu, kapokelewa na Profesa Mazrui Manchester, amekwenda mtoto mdogo, lakini alikuwa na kipaji cha muziki wakati ule katika 60s salds si, anaimba na bendi anapigwa na wazungu koras gel wala wazungu kimsikiliza, utasema huyu mzungu. Mimi nimsikia Sir Davis, niko mdogo, nikizania mzungu. Sasa tulikutanaanikisa kirefu basi, kama Sir Davis, lazima tuandike maisha yako. Tukaandika kitabu hiki lakini hiyo iyoiki wamechapa Amazon hapo na na hapokia mpaka kesho kwa hai nyie amjosikia pamoja, makini makini makini, yakini. Mimi amjosikiahii kitabu chako Eh, nikamkuta unazungumza naye studio za Nairobi, kitabu Tanzania in the age of change, he Juma Mpachu, kakangu Juma Mpachu. mimi nimejonea miaka mingi kitabu chake. Na siku ya uzinduzi nilikuwepo. sasa kisikini huyu bwana hichi kitabu Bwana John Hatch. Huyu John Hatch aliandika kitabu hichi A History of Postwar Africa. Huyu ndio aliwambia TANU maake TANU walimwalika akina wakati huo Nyerere kisha kwenda wamiji wa, wa, TANU. Nyerere amekwenda zake Butiama hapa presidenti wa TANU ayupo ndio kenda kwenye mkutano anahutubia, anaona hakuna wanawake, akaamba nyie metatuafanya mtafasiaza ndio wanawake John Hatch huyu alikuwa katika watu wa nani wann fabersa kitabu chake cha zamani kidogo hmm. Na vingi wa rafiki zangu wananiletea wakija hapa kunisalimia. Hii kitabu kaandika Lawrence Bogoni kitabu kizuri kile The Cross the Crescent Religion and Politics in Tanzania from the 1880s to the 1990s <coughs> <coughs> eh,

hadithi yeah, yeah, yeah. Schindler's List ni kitabu kizuri sana bwana cha Wayahudi cha Wayahudi ki mm. mm -hmm. I uh, Kajalasuna... uh, so hey. mm. of Tanzania kitabu cha Kimambo chi cha na Temu mandika historia ya Tanzania vitabu vya zamani hivyo, alafu pale nacho kingine cha Mandela. Mandela hiki kitabu alinipa rafiki yangu Walter Bugoya, ambayo ndio publisha hivi vitabu vya Mkuki na Nyota, aliniletea mwaka, ilikuwa mwaka 96, aliniletea hichi kitabu nacho. hmm. mpaka hmm. leo hiki bwana kitabu hiki The Making of Tanganyika kitabu katika vitabu ambavyo viko karibu na historia kweli ya tano niki na huyu mama huyu Judith Listowel huyu, alikuja mpaka hapa na alipokea, na mwenyeji wake hapa alikuwa Ali Sykes akampitisha kwa wanaharakati wote, lakini Mwalimu Nyerere kitabu kilifanya gombani sana Judith Listowel anamwambia mimi mstaki uandika uandika historia Mwingereza, Mwingereza ok. Mumeo alikuwa balozi, alikuwa, alikuwa balozi kule high commissioner kule nani Ghana. Huyo list mwenyewe ni katika royal family. Iki kitabu ukitaka manake ukaribu wa ukweli wa historia kitabu hiki, lakini kitabuikiakinibatbasiukoni mwalimu hata mle wamesema kwa mwalimu hiki kitabu akukipenda. mm. uh, kipi cha Israel. Haya shinda listi, shinda listi. Kulikuwa na kitabu kimoja hapa, kitabu cha Israeli cha hapa, Mosadi. Hiki hapa ndio kitabu nilinunua uwanja wa ndege, nilikuwa nasafiri na natafuta kuchoma, nikakiona nilinunua Omani, ilikuwa tarehe Disemba mwaka ishira. Kitabu kizuri Mosadi, na vurugu zao. Hiki cha Tipu Tipu <tipu> <tipu> mimi na jamaa ambao na jamaa zangu ambao wanifikisha mpaka kwenye nyumba ya Tiputipu, nikaiona mpaka buri lao na hawa wazee wao, na asubiana na huyu sasa, vitukuu vipo hapa. Kitabu na kwa nakitabu kingine hapo bwana, chikitabu ikitabu e, nakifanyia translation kinya a kitabu kitabu kizuri sana katika historia Zanzibar. Eh, na kile andiko kwa kwa Kiarabu kikatafsiriwa kwa Kiingereza ndio kile kitia kwa Kiswahili. Eh, kaandika kila mmoja Yunasa Abdullah abdularia kitabu kizuri mtu kizumtu kujua historia Zanzibar. Kitabu cha kwa wahenga hunena kwamba fumbo mfumbie mjinga, lakini mwerevu yeye ataelewa, ataelewa. <laughs> Na kuna baadhi ya watu wanasema Mswahili ama mtu mweusi yeye ukitaka kumficha basi mwekee kwenye vitabu. Jambo hilo limekuwa tofauti kwa mzee Mohamed bin Said. Wacha bwana, wacha bwana, yeye kwa hakika kumesheheni kama unavyoona maarifa, mm -hmm. tele. Hiki ni kisima cha maarifa, kisima cha kihistoria. Hii ni bahati kwetu, bahati kwako mtazamaji, kwa sehemu ya historia hii, basi na shaka utafaidi mengi na mzee wetu. Mwenyezi Mungu amemjalia, sio mchoyo wa maarifa, na kile anachokifahamu kuwa megea wengine kuna mwanangu yeah, akija kunitembelea hapa, yuko Canada ndugu zangu. <coughs> Oh, well, baba mlete vitabu bwana, si tulete nguo bwana? Vitabu bwana mlete baba. <laughs> Asante, huyu hapa, huyu hapa unamwona hapa, ulikuwa mdogo hapa, na mimi unaona ni kijana ah. Basi mwanaye alikuja, nikamwonyesha picha hii, alikuwa asijamwona mtoto wake, alizaliwa huko, nikamwambia, unamwona, unamwona hapa, ni nikua handsome